Mheshimiwa Naibu Spika, Serikali imeanza ununuzi wa kumpata mkandarasi atakayetekeleza mradi wa maji katika kijiji cha Uwemba uliopo Njombe mjini. Kazi zinazotarajiwa kutekelezwa katika mradi huo ni pamoja na ujenzi wa tenki lenye ujazo wa lita laki tatu, ulazaji wa mtandao wa bomba mbalimbali ambao una umbali wa kilomita 49.8 na ujenzi wa vituo 12 vya kuchotea maji ujenzi wa mradi huo unatarajia kuanza mwanzoni mwa mwaka wa fedha 25 26, na utekelezaji wake utakuwa kwa muda wa miezi minane. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru. Mheshimiwa Mwanyika. Uh, Mheshimiwa Naibu Spika, awali ya yote, nashukuru sana sana Serikali kwa mradi huu ambao tumeongojea kwa muda mrefu sana. Ni habari njema sana kwa watu wa eh, mtaa wa Uwemba na maswali na swali moja tu la nyongeza Mradi huu wa maji utategemea chanzo cha maji kinachotoka kwenye milima ya Madope kwenye wilaya uh, ya Ludewa, na ili mradi huu ufanye kazi, ni la chanzo kifanye kazi. Mheshimiwa Naibu Spika, tunavyoongea sasa hivi bomba la kwenda kuunganisha na hicho chanzo lipo tayari, lakini kuna mradi mwingine mkubwa wa barabara ambao umevuruga lile bomba katika baadhi ya maeneo sasa ombi langu au swali langu, Serikali inaweza kutoa maelekezo mahususi ili mkandarasi yule ambaye anashughulika na lile bomba au barabara arudishie bomba kwenye maeneo kukamilika ili aweze kupita. Asante. Mheshimiwa Waziri, kwa kifupi. E, Mheshimiwa ni kweli kwamba changamoto moja ilikuwa ni fedha. Uh, lakini sasa kwa sababu tayari bajeti imeshapitishwa tumeshaidhinishiwa fedha takriban trilioni 1.06, fedha sasa zinakwenda kuanza kufanya kazi. Lakini kikubwa ni kwamba nataka nitoe maelekezo kwa huyo meneja wa Tarod na viongozi wanaohusika na hili, kwa sababu haiwezekani. Uh, mradi huu kuwasisitiza na kuwaomba sana wa, wa wanaosimamia hii Tarod wahakikishe kwamba hili jambo linakwenda kukamilika ili mradi nao ukamilike, na, na wananchi waweze kupata huduma kwa wakati. Mheshimiwa na kushukuru.